elekezo ambayo Mheshimiwa Rais ameeleza, Wizara ya Maji tumeshaanza kwa vitendo na kubwa tumeyaweza kuyatoa maji ya ziwa Victoria kuyaleta Shinyanga, tumeyaleta zetu Tabora kwa maana ya Igunga, Nzega mpaka mpaka, mpaka Tabora mjini, na Mheshimiwa Rais ametuelekeza ya maji yale sasa yaende Kaliua yaende Sikonge mpaka Urambo sasa hizi ruti mpaka kwa wilaya zote mpaka huyu tumeshaziunganisha, na sasa hivi ninavyozungumza mkandarasi yupo, na maana mpaka kwenda mwezi wa kumi Desemba maeneo haya yatakuwa yameshaunganishwa na maji ya ziwa Victoria. Lakini twende sasa tukatumie rasilimali zetu za maji toshelevu, kwa maana ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, ziwa Nyasa liwe na manufaa kwa watu, tusiangalie tu kwa maana ya watu waweze kupata huduma ya maji, Wizara ya Maji ibadilike zaidi kwamba tuende katika engo sasa za kiuchumi mheshimiwa. Tunafahamu miradi ya maji inahitaji pia eneo la kuhifadhi maji hayo, na katika eneo hili sasa la gridi ya Taifa ya maji mmetenga maeneo yapi hasa kwa ajili ya kuhifadhi hayo maji ambayo yatakuwa yata ku, yanatumika yata ku kupitia gridi ya Taifa ya maji? Tunapojenga mradi maanake kuna mtu anaitwa consultants, yeye ndo ana design ule mradi, kwa sababu hapa kuna, kuna, kuna, kuna design aina tofauti tofauti, ndomaana wakasema kuna, kuna open channel yaani inaweza ikaletwa kama mfereji unakuja pa, maji yanaletwa yana, yana katika eneo fulani anapotaka kuhitajika yanatumika eneo lingine. Kutakuwa na ujenzi wa matenki kuhakikisha kwamba yanahifadhiwa na watu wanaweza kupata. Kwa hiyo mtaalamu mshauri ndio atatengeneza ile disaini ya namna gani mradi huu tuende nao, na watu waweze kufaidika katika engo mbalimbali tunakwenda kuanzisha gridi ya Taifa ya maji. Lakini wakati huo huo bado kuna miradi mingi ya maji inatekelezwa maeneo mbalimbali nchini na baadhi yao inasuasua. Katika eneo hili la gridi ya Taifa ya maji mmejipangaje? Ah, kusuasua vipi? Sisi tuna mfuko wetu wa maji, kila mwezi tunapata fedha na tunaitekeleza. Kwa hiyo miradi tuliyoanza yote itakamilika na hii ambayo tunaendelea nayo, ambayo tumepanga hasa ju ya uchimbaji wa visima, mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba tunaianza na tunaiendeleza ile tulioanza ili kuhakisha inakamilika kwa wakati, na watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Ni utaratibu upi mtautumia kulingana na maeneo ambayo mmeyatenga? Tutatengeneza chaneli ambazo ni rahisi kuunganisha, kwa hiyo huku tukipata changamoto hii tutatumia Tanganyika, tukipata changamoto hii tunaweza tukatumia Ziwa Nyasa. Kwa hiyo inakuwa ni gridi ya Taifa, kwa maana haya maziwa makubwa ama vyanzo vyetu vikubwa tunaviunganisha, na sio wengo tu ya maziwa, hata leo ukiangalia Mto Rufiji. Tunatumia katika bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini maji mengi yanamwagika baharini. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza pia maji yale tukayaleta mpaka Dar es Salaam, mengine yakaenda mpaka Rufiji yakaweza kuwasaidia, au tukauchukua Mto Luvuma yakaleta mpaka Mtwara, Mtwara yakaja ya kaungana na haya ya Rufiji mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo kikubwa ni kuunganisha hivi vyanzo vyetu ili viweze kutoa huduma.